Uona sasa wajibu tulio nao kwa wale madiwani mliokuwepo, muone kwamba mna wajibu mara mbili tofauti na kipindi ambacho kimepita, na madiwani ambao mmeingia wapya, muone wajibu ambao tunao. Tusifurahie tu kuwa na waziri, tuone kwamba sasa tuna kazi kubwa ya kufanya. Na mwenyekiti hapa amesema kwamba tukasimamie mapato, ukusanyaji wa mapato, tukawe wabunifu kwenye maeneo yetu, kubuni vyanzo mbalimbali vya mapato. Tukisha na mapato, tuna wajibu pia sasa wa kusimamia matumizi ya mapato hayo ili halmashauri yetu iweze kufanya vizuri sana. Tukifanya vizuri sana, tunamheshimisha pia waziri wetu wa TAMISEMI ambaye ni diwani mwenzetu. Mwisho ni waombe waheshimiwa madiwani pamoja na wananchi wote kuendelea kuhimiza amani katika wilaya yetu. Nimepata habari sasa hivi kwamba maeneo mbalimbali ya mikoa watu wanakuja Lushoto, wanakuja Lushoto. Kwa nini? Huku kuna amani. Kule waliko wana mashaka, lakini huku wanaamini kwamba huko salama na tuko salama, kwa sababu ya sisi wenyewe, kwanza hatukubali vurugu, lakini tuna mkuu wa wilaya jasiri, ambaye anasimamia vizuri nafasi yake. Ndio maana hata kipindi kilichopita vurugu vurugu, kwetu kulikuwa na amani. Tunategemea hata sasa hivi wilaya ya Lushoto itakuwa na utulivu na amani katika kipindi chote. Kwa hiyo sisi viongozi tuna wajibu wa kuendelea kuhimiza amani katika maeneo yetu. Nawashukuru sana asanteni sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yes. Asanteni sana.